Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya Dr. Sabo Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Na leo tutaongelea dalili za mshipa wa ngiri au tutaongelea dalili ya ngiri. Wengi wamekuwa wakituliza dalili za ngiri ni zipi a, na wengi wamekuwa hawafahamu pia hii changamoto, kwa sababu ni changamoto ambayo mara nyingi wengi hawezi kukuambia na mara nyingi huwa inatambulika kwa dalili zake, lakini kumbushe, kuna aina tofauti tofauti za ngiri aina tofauti tofauti, uh, za ngiri. Kuna ngiri ya kwenye korodani, kuna ngiri ya kwenye kitovu, kuna ngiri ya kifuani. Uh, zote hizi huwa ni dalili uh, za ngiri. Sasa tutataja uh, uh, dalili za ngiri generali a, uh, kwanza, namba moja ni kwamba ngiri inapelekea uh, tumbo kunguruma. Tumbo kunguruma mara nyingi itaunguruma, na utasikia kama vile inakupiga, ina mishale Yani, nakupiga mishale kwenye njia ya haja kubwa na wanawake kwenye njia ya haja ndogo. Kwa hiyo ukisikia tumbo linaunguruma na linapiga mishale kwenye baadhi ya ya viungo kama a, kama kwenye, a, kwenye kwenye njia ya haja kubwa na ukeni basi ujue hiyo ni dalili ya ngiri. Lakini pia dalili nyingine ni kwamba korodani korodani huwa zina korodani unakuta zinakuwa ndogo na uume unakuta unakuwa mdogo kama wa mtoto, na korodani inaweza moja ikakuta imepanda na nyingine imeweza kushuka. Hiyo ni dalili nyingine ya mshipa huo wa ngiri. Lakini dalili nyingine ni uume na maana unashindwa kuperform vizuri wakati wa tendo la ndoa. Kuna wanaume wanapitia changamoto wanapokuwa na wenza wao, hawezi kuimili au awe hawezi kumudu kabisa tendo la ndoa. Sasa hili linasababishwa na nini? Hili linasababishwa uh, na ngiri au mshipa wa ngiri moja kwa moja. Lakini dalili nyingine ni uh, chini ya ya kitovu kupata maumivu makali chini ya kitovu, na kuweza kubana na ikitokea mtu amekuwa na changamoto hiyo, unakuta anatembea amejibana au ameinamia uh, upande, upande moja. Hiyo pia ni dalili nyingine uh, ya ngiri. Dalili nyingine uh, ya ngiri ni kwamba unajaa gesi tumboni, ana uh, kifuani especially uh, ile ile tunaita ngiri ya kifuani. Ngiri ya kifuani inakuwa na dalili nyingi, ambazo moja dalili ambazo zipo ni kuweza kupata gesi inapanda kifuani, na atahisi akiungulia. Lakini dalili nyingine a, a, macho huweza kupoteza nuru, macho huweza kupoteza nuru moja kwa moja, mtu atashindwa Uh, kuweza kuona vizuri. Ndiyo maana kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea moja kwa moja ni vyakula gani a, uh, vizuri au ni vyakula gani vya kutumia, uh, unapokuwa na changamoto ya macho au ni vyakula gani bora kwa ajili ya afya, uh, ya macho. Lakini dalili nyingine ni kuhisi haja kubwa, na ukifika chooni utatoa hewa autoi haupati choo kabisa, yaani utaishi, lakini unapoenda unatoa hewa na huwezi kupata choo moja kwa moja. Hiyo ni dalili pia ya ngiri, na wengi wanapata changamoto hii na hawajui, hawajui chanzo ni nini. Dalili nyingine, dalili nyingine ambayo inatokea ni kuvutwa kwa kende. Unasikia kama kende au korodani zinakuta zinakuwa zinavuta, na pengine a, zinatokea, zina, yani zinavuta, lakini pengine inatokea zinavimba moja kwa moja, unakuta korodani ya mwanaume imeweza kuvimba. Basi ukiona a, hivyo basi jue kwamba ni dalili ya, ya, ya, ya ngiri lakini pia dalili nyingine ya mshipa wa ngiri ni kwamba unaweza kuwa mtu anaweza akawa anahisi njaa haraka, yaani njaa haraka. Ametoka kula lakini ametoka kula lakini, uh, alipotoka kula, kula hapo hapo amehisi ame, ame njaa yaani, na maana ni kama vile mtu ashibi, kwa hiyo ukajiuliza, mbona huyu anakula muda wote? Hiyo pia ni dalili Uh, ya ngiri lakini pia kutopata choo kabisa, yaani kuna mtu anaweza kamaliza siku nzima bila kupata choo kabisa, ni dalili nyingine uh, ya ngiri. Lakini pia maumivu kati ya paja na kinena, ambayo mara nyingi inakuwa inawapata uh, wanawake Aa, aa, ni dalili na ni dalili mojawapo ya ngiri ambayo imekuwa ikiwasumbua wanawake wengi. Na mara nyingi ngiri huwa ina uhusiano moja kwa moja na chango la uzazi, ndio maana wengi wanapata maumivu chini ya kitovu lakini uh, wanapoingia kwenye maumivu chini ya kitovu, wanapoingia kwenye siku zao, wanakuwa wanapata maumivu makali, wanapata hezi isiyoeleweka, na hezi inakuwa nyeusi, inakuwa nzito, uh, haieleweki au inakuwa na utelezi. Mara nyingi ni dalili za uh, za ngiri, au tunaweza tukasema ni kama uh, Ah, ni kama chango. Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya ngiri. Tuambie hapo chini, je, wewe ni dalili ipi ambayo imekuwa inakupa changamoto? Ni dalili gani ambayo imekuwa ikikunyima usingizi? Tuambie hapo. JW Sub Clinic tupo kwa ajili ya kusaidia wewe, tupo kwa ajili ya ya kuhakikisha wewe unaondokana na hiyo changamoto. Karibu na Mungu akubariki.